Maelfu ya wakimbizi wa machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba wanazidi kuishi katika mazingira magumu zaidi ya miaka kumi baada ya kuanzishwa kwa hazina ya kuwasaidia. Hii ni licha ya takriban shilingi bilioni moja nukta sita kutumika na serikali kununua mashamba kwa nia ya kuwahamasisha, ila chochote chochote hakijafanyika kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali. Wakimbizi hao sasa wanataka idara husika kugawa mashamba hayo, anavyoarifu mwanahabari wetu George Kiro. Familia ia 966 zimekita kambi katika eneo hili la pipeline jijini Nakuru baada ya machafuko ya uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba. Tuka hapa tukakuja hapa pipeline IDP camp, ambaye tuliweza kununua ile shilingi elfu kumi. Sasa watoto wetu hapa wamekuwa waizi, mpaka kwa nyumba hakuna kitu tunaweka. Ni kwa sababu tumesongamana, tumeumia miaka mingi sana hapa. Tukienda huko Subukia hatupati mahali pa kulima. Wenye wahalikampu huko ndio wamepata mahali wa kulima, wengine hawalimi. Wakimbizi hawa ni baadhi ya waliotarajiwa kupewa makao mapya, ila ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali inaonyesha kwamba vipande hivyo vya ardhi vilinunuliwa ila havijagawanywa. Familia 433 zinatarajiwa kusitiriwa kwenye shamba la Kisima lililoko Njoro, huku mia mbili thelathini na nane wakihamishwa kwenda shamba la Ndonga, eneo la Subukia. Halikadhalika, wengine mia moja sabini na watatu wanatarajiwa kupata makazi mapya shambani Rose Mau. Kukifika tu wakati ya kugawa, kunasikika kuna kakesi kidogo, keka koko huko kotini, na hii kesi haina koto oda, haina oda ya kusuhia shamba isigawi, isigawie. Tumejua ya kwamba shida ni pesa, ilikuliwa Hakuna kesi, ni venye tu anatafuta sababu ya kuzuia sisi tusigawia shamba. Tumekaa, watu wamekufa katika baridi, wamama ni wazee ambao hawajiwezi. Mpaka saa hii hata tunashindwa sasa, watu watakwisha. Ndio shamba hiyo serikali tatugawa. Wale wameaga na umoti kumi na umo nane wakimbizi hawa wamekuwa wakiishi katika vipande hivi vidogo vya ardhi tangu mwaka elfu mbili na tisa, wakilalamikia changamoto tele ikiwemo unywaji wa pombe pamoja na kuathirika na magonjwa kama hii. Mwezi tumesika watu tatu hapa jili ya ugonjwa, kwa sababu haka kanyumba ni kadogo, tunakaa na watoto, wajukuu Wakazi hao sasa wanataka idara ya kuwasitiri iliyoko chini ya wizara ya ardhi kuwajibika. tunaomba tu tugahiyo hii shamba juu tulipewa kwa huzuni ya Kibaki rais wetu akatununulia nikirima shamba yangu hata nitakuwa msichana jili ni kwangu. Kaunti za Mombasa na Kilifi pia zimetajwa katika ripoti hiyo ya mkaguzi mkuu, ikiashiria kwamba waathiriwa wangali kufaidika. George Kieru, NTV.